Newala katibu mwenezi amefanya kazi nzuri sana ya chama chetu, tumpigie makofi mengi sana katibu mwenezi. Hili ni jimbo la Newala mjini, lakini wapo na Newala vijijini. Hapa kwa Newala mjini, mbunge wao baba yangu Captain mstaafu George Huruma Mkuchika, mzee Mkuchika ametangaza kustaafu ubunge. Nadhani tumtendee haki, tumpongeze na kumsifu kwa kazi nzuri aliyoifanya katika jimbo la Newala. <laughs> Mkuchika ni Makonde halisi, ametoka hapa ametumikia nchi yetu katika nafasi mbalimbali, ndani ya chama chetu, ndani ya jeshi, amepigana vita, ndani ya serikali kuanzia mkuu wa wilaya, waziri zaidi ya miaka kumi na saba, na sasa anastaafu kwa heshima, bila kashfa, ametulindia heshima yetu Mimi mtoto wa mtama hapa, jina langu hili na kuwa DC, yeye alikuwa waziri wa TAMISEMI, kwa hiyo amenibeba, amenilea na waombeni wanane wala. Mzee anapoenda kupumzika, tumtakie kila laheri kwa kazi nzuri aliyofanya. simama kuwaomba wananewala na wana CCM, mzee Mkuchika amekuwa naibu katibu mkuu wa chama chetu, tunampenda. Lakini kwa vijana wanasiasa wa Tanzania, mzee Mkuchika ameweka mfano mzuri. Ukijua mlango wa kuingilia, tafuta na mlango wa kutokea kabla watu hawajakutoa. Mkuchika, tunakushukuru sana, umetupa heshima. Baba yetu, tunajivunia wewe. Wewe ni fahari yetu wanakusini, umetutendea haki kwa kuitumikia nchi yetu kwa moyo mwema. Ninaamini hutafunga milango yako. Umestaafu kwenye makaratasi, tutaendelea kupata busara yako, mzee.